Kula vitu viwili kuna ku faida unayoipata kwenye mzunguko lakini kuna kuingiza pesa nyingi milioni kumi lakini kumbe kwenye hii milioni kumi faida yako ni, ni laki moja. Kwa hiyo unatakiwa uhakikishe biashara hii inatengeneza faida. Tukija kwenye O, O ni operation. Operation unaangalia hii biashara inaweza kuwa scalable. Scalable ni hali ya kuifanya biashara yako kujiendesha yenyewe bila wewe kuwepo. So, ukiona biashara naifanya mimi haiwezi kukua kubwa bila mimi kuwepo kwenye hii biashara then hiyo biashara sio scalable, haiwezi kukua, kwa maana kwamba siku nikiondoka mimi hapa hii biashara haiwezi. Kwa mfano ukiwa kinyozi, biashara ya kinyozi ni scalable, kwa sababu utafanya marketing ya saluni yako, watu wakijua, utaongeza viti vya saluni, utaongeza mashine, utaongeza watu wa kunyoa, we unaweza ukaacha kunyoa, biashara yako ikaoperate hata bila kuwepo hii ni scalable. Lakini ukifanya biashara bora, mimi nikiondoka hapa, hii biashara ifanyiki tena, hiyo sio biashara, hiyo ni ajira yako, umejiajiri mwenyewe. Kisha tunakuja kwenye a, a, inasimama kama advantage kwamba navyoifanya hii biashara, kuna advantage gani nyingine ambayo unaipata kutokana na hii biashara? Kwa mfano, wewe ni consulting firm, unaweza kuwasaidia wafanyabiashara kufanya vitu fulani underground, huko chini, lakini baada ya kukaa kudili na watu kumi ofisini au mmoja ukaja public mkiongea na watu elfu kumi kwa mara moja. Kwa mfano hii video itafikia watu zaidi ya elfu kumi kwa mara moja, kwa hiyo ni advantage ninayo nitengenezea mazingira kwamba naifanya hii biashara lakini nanileta tena sokoni kuendelea kuwa more valuable, kuongeza thamani zaidi. Baada ya kuhudumia mteja mmoja naweza nikatengeneza semina nikahudumia watu elfu kumi. Naweza nikatengeneza platform watu wakaja wakanunua kozi, then wanakuja kwenye TT inasimama kwa ajili ya tam TAM kwa maana total addressable market. Unajiuliza, hii biashara naifanya ina audience ya kutosha ambayo itaweza kunilipa pesa juu ya biashara au huduma services ambazo nitazitoa? Kwa mfano, unafanya biashara kwenye audience maybe ya watoto. Kwa zamani ukiwa unaenda shule, ukifanya ile break time, unataka kuuza product ambazo zitakuingezea. Kwa mfano, unauza kitu cha milioni kumi, kitu cha milioni moja laki tano pale kwa watoto wale wa primary. Uwezi kuskeli. Kwa hiyo it means ni kwamba sio biashara ambayo ina audience ambayo enda kukulipa kwa advantage yako. Kwa hiyo it means, kuna baadhi ya biashara unabidi uangalie, kwenye hii biashara, kwenye hii industry, hawa watu unaenda kuwapelekea kitu, ina audience sahihi, then ukagunduke the audience is good naweza nikascale vile ninavyotaka, naweza nikakua kwa namna ninavyotaka, then good we go. Ukitaka wa kujipima sasa, hapa kitu unachokifanya ni kwamba unachukua hii MOAT, unaangalia kwenye hivi vitu vyote vinne kwa scale ya moja mpaka kumi. Kwenye kila kimoja kimoja inaweza ikareach kwenye ngapi? Ukiangalia kwamba hii ni kumi, ni kumi, ni kumi kwa, ukipata moja hiyo sio biashara. Ukipata namba kumi safi. so, ukichukua hizi zote kwenye kwenye kumi kumi ziko nne, ukajumlisha zote zikafika at least asilimia thelathini kuendelea, hiyo biashara inaweza kuwa fundable, inaweza kupata access ya investors na inaweza kuwa kubwa, kwanzia thelathini kwenda mbele. Thelathini mpaka ishirini, hiyo ni biashara ambayo kuna kitu inabidi ukifix alafu kuanzia 20 mpaka moja, hiyo sio biashara, haiwezi kuvutia wawekezaji investors, wala haiwezi kuwa kubwa. Ukitaka kujifunza namna gani ya kuweza kuanza biashara vizuri, bila kuwa na stress, bila kujua ni kanyage wapi na nini, unataka kwenda tu kwa tu, nijue nifanyaje, nipite nini, comment neno link hapo chini, nitakufikia na kuweza kukupa elimu sahihi, namna gani ya kuweza kuanza biashara yako bila kuwa na stress yoyote.